Halo, habari. Majina yangu mimi naitwa Dr. Merry, ni mtabibu wa tiba asili na miti shamba. Karibu sana popote ulipo. Habari za muda huu, ujambo, unaendeleaje? Mimi si jambo, namshukuru Mungu tumeweza kuonana tena kwenye madarasa ya tiba asili na mambo yote ya kiroho katika chaneli hii. Pendo mtazamaji wangu, nipo hapa kwa ajili ya kukufundisha mbinu nzuri hasa hasa katika upande wa malimbwata. E, katika vitu ambavyo hutaki kuvikosa katika mahusiano yako ni malimbwata, na vitu ambavyo hutaki kuvikosa ni siri za kujua namna ya kutuliza mme wako mpenzi wako mke wako bila kutumia kelele yoyote. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu niko hapa kwa kukupa maarifa mazuri, maarifa ambayo utayajutia kamwe ukiyafuatilia na ukayatendea kazi. Kabla sijaenda kukupa maarifa haya, ninakuomba usubscribe, share video, toa maoni yako hapo, na pia uweze kulaiki video hii, sapoti chaneli hii ili tuongeze familia ya Dr. Merry. Mpendwa mtazamaji wangu katika macho yako huu unauona hapa katika picha ni mmea unaitwa kifauongo. Ehe, huu mmea unaitwa kifauongo ni mmea ambao maarufu sana, na mmea huu ndio tunaoutengenezea limbwata la shuntama. Limbwata la shuntama linatengenezwa kwa kutumia mmea huu namba moja kabisa na kuweka katika vitu vingine mchanganyiko, na miti mingine na vitu vingine vya kiasili, pamoja na ushanga wa bibi na mshona nguo. Pendwa mtazamaji wangu, nipo hapa kwa ajili ya kukupa siri ya mti huu. Siri ya kwanza kabisa ni kwa ajili ya kumcheka mtu na kummiliki mtu, awe chini yako, chochote unachokia ukisema, basi awezi kukusikiliza na aweze kukufanyia chochote unachokihitaji mpendwa mtazamaji wangu, awebosi, awe bosi awe mtoto awe mtu yoyote ambaye wewe unahitaji kumuongoza wewe unahitaji akusikiliza akufanyia chochote unachokitaka katika mambo yako mbalimbali mbali, basi hakikisha una konekti na mti huu na majani haya. Kwa hivyo hakikisha mti huu unaouona katika hii video usikose nyumbani kwako, uwe unaupanda katika maua yako. Hakikisha na huu mmea uwepo. Huu mmea ni mzuri sana na kiroho. Mmea huu una sifa nzuri ambazo, ukienda usiku humea, uzi huu mmea huwezi kuuona. Kwa hiyo huu mmea unaangaza kipindi cha jua, kipindi cha giza huu mmea unalala, lakini mmea huu kama vile una macho, ukitaka kuugusa tu unajikunja, unakataa kwa hivyo huu mmea una siri kubwa sana ni sensitive plant. Mmea huu ni mti ambao uko sensitive, yaani hutaki kugusa, hautaki ukiugusa tu wenyewe unajikunja. Kwa hivyo hapa ninavyochukua na uchukua kwa mbali, lakini ukiugusa tu wenyewe una hauwezi kuonekana kama unavyoonekana katika macho hapa. Unachotakiwa kufanya uchukue majani yake, hakikisha unapoenda kuchuma unaweka nafaka, nafaka ambayo inafaa kuchumia huu mmea wa limbwata la shuntama au kifauongo. Basi unaenda na uwele au unaenda na ulezi. Hivi vitu ni muhimu sana kwenda navyo, kwa sababu ukienda na msadaka, hii ndio itakuwa rahisi wewe ufanikiwa mambo yako, sababu huu mmea unalindwa na viumbe na una mizimu yake. Ukishafika katika huu mmea utaomba, utataja majina yako, utasali pale, utaomba. Baada ya kuomba, basi uten, utaanza kuchuma dawa yako kwa uzuri kabisa, na ukishamaliza kuchuma dawa yako wewe utaondoka katika matumizi yako ambayo unataka kwenda kuyafanya, mpendo wa mtazamaji wangu lakini pia mpendo mtazamaji wangu, mti huu ni tiba nzuri ya watu wanaovimba miguu, miguu imejaa mpaka juu, yaani miguu inakuwa inavimba. Basi unatakiwa utumie huu mmea kwa kutumia glasi moja asubuhi na jioni. Unachemsha afu unakunywa glasi moja asubuhi na jioni kwa muda wa siku 14. Kama unavimbiwa na miguu, miguu inakusumbua inavimba pia limbwata la huu mmea, unatakiwa ufanye mchanganyiko ambao ninakuelekeza hapa. Unatakiwa uweke shona nguo, mbegu zake. Unatakiwa uweke ushanga wa bibi, ambao ndio mbegu za lufyambo nyingine. Unatakiwa uweke poza unapotengeneza limbwata lako hili. Ukishamaliza kutengeneza limbwata lako, hakikisha liwe unga, liwe poda nzuri kwa matumizi ya kumshika mtu kwa kutumia chakula au kupaka katika sehemu ambazo ni maalum kwa ajili ya kumnasa mpenzi wako. Kwa hivyo ukishapata hivyo vitu ukavitengeneza vizuri, hifadhi vizuri kwa ajili ya matumizi yako. Pendwa mtazamaji wangu. Kwa tiba asili na mitishamba, ninakukaribisha sana ofisini kwetu, kama unavyoona hizo dawa hapo katika ofisi yetu zinatibu mambo mbalimbali ya kiroho. Unatakasika, unakuwa na nyota nyeupe, unatakasika katika biashara, unatakasika katika ndoa. Kila kitu chako kinakuwa kiko katika utulivu na amani na ukuaji. Kwa hivyo, dawa za asili siku zote huwa zinatengeneza ukuaji, zinatengeneza furaha, muunganiko wa watu, baina ya mtu na mtu ukishajitakasa mwili wako ukawa na nyota nzuri, ukawa na mvuto, basi kila kitu kizuri kinakuja kwako. Mabaya yataishia kukupita juu juu, wewe utakuwa ni mtu wa mazuri daima, na hakikisha unavyotaka mazuri katika asili yako, basi hakikisha unayaomba mazuri. Kiamka asubuhi unaomba unasalimia Mwenyezi Mungu, kwa kutumia dawa hii, ninaomba nifanikiwe, mambo yangu yawe mazuri. Pendo mtazamaji wangu, tutaonana katika video nyingine na ninakukaribisha sana na